ni mazuri na naamini kwa muda tuliotumia, basi tumeweza kufaidika kwa kiwango kikubwa. Ikiwa mimi mwenye kitu kigumu kuelewa nimeelewa, naamini nyie ambayo mnacheza kila siku na mifumo itakuwa mmeelewa zaidi kuliko nilipoelewa mimi. Na kwa mafunzo haya naamini sasa Morogoro tutaendelea kung'ara sababu tumeonyeshwa ile assessment Morogoro kwa vyuo tunaongoza sisi, kama mkoa tuko wapili, utakuta kwamba bado tunaendelea kufanya vizuri. Sasa haya, ambili, kufanya. Arayesi, chela, kwa mafunzo haya mimi naamini tutaendelea kufanya vizuri, hatutopitwa tena. Hata RAS tumechelewa kidogo, tumekuwa wapili, wanatuambia tulikuwa kwanza, lakini kilichotokea nini? Sasa tumekuwa wapili lakini kwa sababu umeona wasaidizi wako wanajitahidi kujaza jaza, naamini tutarudi katika nafasi ile ile. Jamani, sasa kwa mafunzo haya, naamini sasa tutakuwa tuko vizuri. Kwa hivyo, ombi langu sasa kwamba sote sisi, kila mmoja atimize ule wajibu wake tunaotakiwa, lakini tusikae tu kwa, kwa kwanza kujaza jaza, kwa kusema ngoja tujaze ili tuwe kwa kwanza tujaze kwa mantiki kwa kwamba sasa tunajaza na kila mmoja tunamjazia kwa anapostahili. Kwa hiyo tujaze, kwa sababu kama hatukuwajazia hawa tunao assess, mambo mengine hayawezekani, madaraja hayawezekani, na vitu vingine haviwezekani. Lakini wakati huo tujaze ili kumfumo, tukubali mtu aweze kupata ile haki yake anayotakiwa kupata, tuwe wa, wa kweli sasa. Tusiende tu kusema ah tunataka kule wa kwanza, kwa hivyo hata yule mvivu anapewa tisini na sasa, badala ya kutusaidia mfumo itakuwa chaos, kwa sababu watu watajijua tu, yule mvivu sasa, <coughs> sasa amepata maksi nyingi, amepata embelei nyingi, tutadrop kiutendaji kwa uelewa wa kwa hivyo tujitahidi, tujaze na kila mtu aweze kupata kile kinachostahili stahili. Na Morogoro, tukifanya hivyo basi, tutaendelea kuwa Morogoro kama ile Morogoro tunayoitarajia.